Rais wa Marekani Donald Trump amesema kuwa Marekani inazingatia kwa umakini mkubwa hatua kali ikiwemo uwezekano wa kuingia kijeshi kufuatia maandamano makubwa yanayoendelea nchini Iran. Kauli hiyo imeongeza wasiwasi wa kimataifa juu ya hatari ya mgogoro wa ndani wa Iran kugeuka mzozo mpana wa kijeshi katika Mashariki ya Kati. Akizungumza na waandishi wa habari akiwa ndani ya ndege ya Air Force One, usiku wa Jumapili, Trump alisema jeshi la Marekani tayari linafanyia kazi chaguo mbalimbali: Tunaangalia swala hili kwa umakini mkubwa, Jeshi linaangalia na tutazingatia chaguo kali sana, tutafanya uamuzi, alisema Trump. Trump alidai kuwa viongozi wa Iran wamewasiliana na Washington wakitaka mazungumzo kufuatia vitisho vyake vya kuchukua hatua za kijeshi. Alisema mkutano unaandaliwa, lakini akaongeza kuwa tahadhari, huenda tukalazimika kuchukua hatua kabla ya mkutano. Kauli hiyo imezua tafsiri kuwa Marekani inaweza kuchukua hatua za kijeshi haraka, hata kabla ya juhudi za kidiplomasia kuzaa matunda. Kwa upande wake uongozi wa Iran umejibu kwa onyo kali. Spika wa bunge la Iran Muhamad Bakeri alisema wazi kwa iwapo Iran itashambuliwa, maeneo yanayokaliwa kimabavu Israel pamoja na kambi zote za kijeshi na meli za Marekani zitakuwa malengo halali kabisa ya kijeshi. Kauli hii imeongeza mvutano, ikihusisha moja kwa moja Israel katika mgogoro unaoanza kama maandamano ya ndani ya Iran, lakini sasa unaonekana kuchukua mwelekeo wa vita vya kikanda. Maandamano hayo yalianza Desemba 28 mwaka uliopita baada ya wafanyabiashara kutoka soko kuu la Tehran Grand Bazaar kufunga maduka yao kupinga kuporomoka kwa thamani ya riali ya Iran. Haraka maandamano hayo yalisambaa kote nchini. Kilichoanza kama malalamiko ya kiuchumi, kupanda kwa gharama ya maisha, mfumuko wa bei na umaskini, kimebadilika na kuwa madai ya kisiasa, huku waandamanaji wengi wakitaka kumalizika kwa utawala wa kidini uliopo tangu mapinduzi ya Kiislamu ya mwaka 1979. Kwa mujibu wa vyombo vya habari vya serikali ya Iran, angalau maafisa 109 wa usalama wameuawa tangu maandamano hayo yaanze. Hata hivyo, serikali haijathibitisha idadi ya raia waliopoteza maisha. Kwa upande mwingine, wanaharakati wa upinzani walioko nje ya Iran wanasema mamia waandamanaji wameuawa na maelfu kukamatwa. Hali ya upatikanaji wa habari imekuwa ngumu zaidi baada ya serikali ya Iran kuweka kizuizi cha kitaifa cha mtandao wa intanet kwa zaidi ya saa 72 hatua ambayo mashirika kima ya kimataifa yamehitaja kama tishio kwa usalama wa raia na haki za binadamu. Kwa mujibu wa maafisa wa Marekani walionukuliwa na Reuters na Wall Street Journal, Trump anatarajiwa kukutana na washauri wake wakuu kujadili hatua wa dhidi ya Iran. Chaguo zinazotajwa ni pamoja na mashambulizi ya kijeshi, matumizi ya silaha za siri za mtandao cyber weapons, kuongeza vikwazo vya kiuchumi pamoja na kusaidia vuguvugu la upinzani kupitia mitandao ya kijamii. Trump pia alisema anapanga kuzungumza na bilionea Elon Musk kuhusu uwezekano wa kurejesha internet nchini Iran kupitia huduma ya Starlink, ingawa wataalamu wameonya kuwa matumizi ya internet ya satellite yanaweza kufuatiliwa na serikali ya Iran. Mgogoro wa Iran unakuja wakati Trump akiendesha sera kali za nje, ikiwa ni pamoja na hatua dhidi ya Venezuela na kauli tata kuhusu kuitua Greenland. Wachambuzi wanasema mtazamo huu unaongeza hatari ya Marekani kuingia katika migogoro mingi kwa wakati mmoja. Kauli za Trump kuhusu chaguo kali sana zimeibua hofu mpya kwamba maandamano ya wananchi wa Iran yanaweza kugeuka vita vya moja kwa moja kati ya Iran na Marekani, huku Israel ikivutwa katikati ya mvutano huo. Kadri maandamano yanavyoendelea, vifo vikiongezeka na diplomasia ikitikiswa na vitisho, mstakabali wa Iran na udhabiti wa Mashariki ya Kati unabaki kuwa hatari na usiotabirika.